Sasa kuna jambo ambalo nataka nikushauri we director, ili utengeneze firamu yako vizuri. Ambavyo vitu hatuvifanyi kwa asilimia kubwa, yani asilimia ya tisini hatuvifanyi. Cha kwanza, tusome script vizuri, hatupitii script vizuri. Pitia skripti neno kwa neno, tunaita underline. Jaribu kupitia neno kwa neno, ili uelewe kilichoandikwa mle ndani ili angalau utakapoenda kukutana na na, na, na, na, na mwigizaji ujue unamuongoza kitu gani, ujue utamuelekeza nini, ujue utamuongezea nini. Najua tuna mazingira magumu sana, lakini utakiwa utengeneza storyboard. Lakini kwa kweli kwa mazingira yetu yalivyo, najua hicho kitu ni kigumu sana kwetu. Sisi hatukitengenezi hiyo, siwezi kukulaumu. Storyboard ni muhimu sana, lakini hatuwezi kuitengeneza kwa sababu mazingira yetu kazi zetu zinakuwa zinatubana. Hapo wakati mwingine hatuna uwezo wa kutengeneza hizo storyboard kwa sababu wasanii wengi sana wako hawafanyi mazoezi, kwa hiyo ukitengeneza storyboard utapoteza muda mwingi sana location. Ndio maana unakuta unaweka kamera huko, kamera huko, alafu wenzenu watu wanaenda tu. Lakini mwisho siku kitu ambacho ili utengeneza kitu, kitu kizuri, storyboard ni muhimu. Soma script, tengeneza storyboard yako kama una uwezo, kama una uwezo wapeleke hakikisha wasanii wako wanaenda mazoezi, wafanyishe mazoezi, wasome skripti vizuri, angalie neno kwa neno, angalia wamepitia, angalie, wame, angalie kile ambacho wamekisoma, wame, am, am, am, wameelewa. Inawezekana unapofanya mazoezi ukaona kuna upungu fulani, utampa karakta ambao unaitaka wewe, hapo hapo unaweza kumwongezea jambo fulani, ili utakapoenda onseti, ni rahisi sana kufanya haraka kazi yako. Ni rahisi sana kuongeza kitu cha ziada kama kikitokea on seti, kwa sababu automatically ushafanya mazoezi na unajua kile ambacho unatakiwa kiwakilishe. Kwa hiyo fanya mazoezi na wasanii wako, hakikisha unafanya mazoezi na wasanii wako, hakikisha unasoma script kiundani. Director, wewe ni muhimu sana, wewe ni muhimu muhimu sana sana, wewe ndio unatuharibia filamu, ukae ukijua Yaani ilo likai ukaikaa nalo. Wewe unawezekana ukatutengeneza tamthilia nzuri, wewe unaweza ukatengeneza filamu nzuri, lakini kama hujajiongeza, hujajiongeza, hujapata hata elimu, pata hata kozi, itakusaidia kama una kozi kama una elimu, ni vizuri. Na wewe ambao una elimu, hebu fanyia mazoezi, fanya practical, kwa sababu kuwa na elimu sio sio sio sababu. Unaweza kuwa na elimu, lakini kuna vitu vingi sana on practical, ni vitu vingi tofauti. Kwa hiyo fanya practical pamoja na elimu yako, jifanyie kazi. Fanya kazi ili ufanye kazi kitu kizuri. Hakuna anayejua wote, tunajifunza wakati wote. Kubali kujifunza. Kuwa dikteta, kuwa politiko ni kwamba ni mtu ambaye anachukua vitu vyote, kuwa na maamuzi yaliyokuwa sahihi. Kuwa dikteta ikisawisha kwamba usiwe na maamuzi ambayo ni sahihi, hakikisha uwe na maamuzi ambayo ni sahihi. Ukweli ni kwamba director, wewe ni mtu wa mwisho. Wewe ndo unatengeneza filamu nzuri, wewe unatengeneza filamu mbovu. Sasa jirekebishe kuanzia sasa, badilika. Tengeneza fila nzuri Director, tunakutegemea.